Sijui ni hiyo kwa Kiingereza asi <laughs> ilu nieleweke. Yani, huwezi kuwa mda wote kwa kila mtu, maona sasa mm, kusaidia kuizidi uwezo. Sasa hivi kila ni ugua Diamond nisaidie, nani nani nisaidie, Bob Junior Diamond nisaidie, yani kila ambaye ya kufanya kazi na Diamond nisaidie. Sasa juzi kati uh, mtandaoni kuwa kuna, kuna, kuna zungumzika mengi bana anaumwa. Kuna baadhi ya wasanamu wanafanya nao kazi kama mwanamuziki Diamond kimya, uh, hawa ya moto bendi kimya, aliyetajwa sana sana ni Mbosso kwamba alienda tunavyoona vitu mtandaoni. Sasa leo uh, mamake na Diamond amevunja ukimya kwamba amewahi kusaidia kutoa shilingi milioni tano Diamond kwa ajili ya kuweza kumsaidia Mkubwa Fela. Maona. Mm. Sa, sasa alama nyingi zinatukwa kwake. Sasa aliyekuja pia kunanii ku kuku, kuvunja rekodi ni Faizali, ambaye yeye amesema jamani, huyu e, kijana mpumzisheni, hawezi kutoa msaada kwa kila mtu mm. sasa kwenye maisha uh, swali mbayo nakuuliza Tembo mm, ni lazima kwamba labda mi nimewe kufanya kazi na wewe wasio ndugu yangu mm, tumekutana kazini ama kuna kitu kimetukutanisha kwamba kwenye kila matatizo yako ni usike mwanzo mwanzo, yani kwamba ni lazima pendo ngawa alikujibu okay, kwa staili hii hapa huko mm, kwenye taasisi kwa mfano sema huko kwenye taasisi hii mm, uh, ikatokea umepata changamoto alafu huwaoni watu wa taasisi hiyo ama watu hawaoni watu wa taasisi hiyo kama wakipita ku kuwa... before ya kuongea fuatilia Inawezekana kuna muda hapa katikati kama tafsiri jitoa watu walichanga michango. Umeona? Watu wamejitoa kimya kimya, wamejitoa kimya kimya, hawakuja kutangaza. Mwisho wa siku mwisho wa siku hey, tafsiri nabaki kwa maana unaona mmoja kati ya mtu anasema ya alikuwa hajai kuamini kama inawezekana kutokea kato, mtu akaomba msaada, lakini maisha bwana yana siri nyingi alama ya asili kubwa sana mm, ndio maana kuna nyakati ambazo mtu haujaji, lakini unajaribu tu kusema usikome ni chochote kwenye maisha ya watu, lakini watu lazima wajifunze kupitia hicho kitu ambacho kimetokea ili mm, mwisho wa siku kila mtu aweze kujua wapi anatakiwa ku play pati yake, ili usimlaumu mwenzio, lakini cheza kwenye nafasi yako kulingana nini ambacho uko nacho, kwa sababu unaweza ukamlaumu mtu yoyote, kumbe hata yeye pia. Unakuta wakati unafikiri una, una kwamba kanyeshe mimi angenisaidia kwa namna yoyote ile kumbata kanyesha pia alikuwa mm. na tatizo kubwa na pia lina msibu, pengine hasemi kwa sababu anaogopa kusema, au yawezekana kuwa anamuona ni maarufu. Jamani, si kila mtu maarufu kwamba pesa ipo, watu wana majina, hela hakuna. si, si, si, okay. haina uhusiano haina uhusiano kabisa haina uhusiano wote na, uhusiano, uhusiano kabisa uhusiano na, kwa, kwa, kwenye maisha bana moja kuambie kitu Ipo. kwenye yeah, maisha mitihani ipo, changamoto zipo, kikubwa tu Mwenyezi Mungu kwamba akujalia uwezo kabiliana nao nayo, bila kulalamikia watu wengine kwamba kwa nini yeye anisaidii, kwa nini yeye anisaidii, alafu kuna amba ule bana, mii mii nilimsaidia yu yule, kwa nini yu kwa ni yu kwa ni yu tatizo so. japo <laughs> Mwishazikutumia Japo inauma kama kwamba kuna kuna nyakati ambazo ulijitoa kwa watu ukawa wow, saidia unapitia nyakati ngumu, kuna watu wamekaa kimya. Na kuna muda ulikuwa ni kimvuli cha baadhi ya watu, mm. ama ulikuwa ni kimvuli au ulikuwa ni ngazi ya watu wengine kufanikiwa. Inakuja kwa Mkubwa Fela kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya wasanii wakubwa tuna tunafahamu hapa ni kwamba amekuwa ni ngazi. Wasanii yes, ukizungumzia motobendi. Waangalie japo ili, ili sambaratika ili lakini, bado kila mmoja anafanya kazi kama, uh, as a soul artist. Ukiachana na hiyo, pia kuna wasanii wengi sana ambao wame uh, mkubwa wafera amekuwa ni kama ngazi kwao kuweza kutambulika zaidi kimuziki, amesimamia muziki wao. Chege na Tembo sinawaona hao kwao kuna namna, ndio maana watu wanajia ah, watu wako wapi sasa? Kabla ya kujaji kwamba mbona watu wamekaa kimya, awezekana mpaka sasa hivi mnamuona labda mkubwa fela anaumwa, mnapata taarifa zake. Kuna watu wameshajitoa huko nyuma eh? michango imepita na nini kwao. Tusiwahi kuhukumu sana, kikubwa tuombeane heri tu kwa Mwenyezi Mungu, atuvushe salama, si ndio? Bwana mitiani kikukuta Lazima iwepo, mitihani lazima iwepo bana, tuko na wa Platform pia, kupiga naye story nataka tumsikane pia tuone, kwa sababu moja kati ya kazi zake ambazo amezitoa hazijaenda na uhusiano wowote. Kwa nini atake kupush ngoma na vitu kama hivyo hapo? Aya, sema naye. Eh bana, katika lane ya simu tupo na mwanamuziki Platform kutoka Tanzania. Kwanza kabisa, Platform, hebu tuambie kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita au mwaka unaonaje Yeah, tumeipokea kama ilivyokuja but nadhani ni mwaka wa kazi zaidi, kwa sababu ishirini na tano tulirelax kidogo, tulisoma game, lakini this time ni kazi juu ya kazi, na elfu mbili na ishirini na sita tukaanza na msamba <laughs> yeh <laughs> ni ngoma ambayo yeah. imerekodiwa elfu mbili na ishirini na tano ama ni juzi tu tarehe moja ka ukaanza kazi studio na nayeh, ni uh, soundi ambayo imerekodiwa elfu mbili na ishirini na sita na ikatoka, lakini hii sio official song ambayo nili- nilirelease, ni just uh, ku intro yani, kwamba yo ndo tunaanza mwaka ishirini na sita, lakini official. So, uh, kazi yangu ofisho itatoka uh, this is Friday, ijumaa hii hapa ndo itatoka na itakuwa ni video kabisa, ni ofisho video pia. Kwa hiyo ndo kazi yangu ambayo itakuwa ofisho uh, kwa mwaka huu uh, wa elfu mbili ishirini na sita, ndo kazi yangu ya kwanza ofisho, lakini kuintroduce itakuwa ni kazi yangu ya pili. Na kwa maana hiyo yeah, msamba ni kama kusafisha njia Yes, yes, yes, yes, yes. Kwa sababu uh, ishirini na sita nilikaa kimya karibia miezi sita, sikutoa ngoma. Kwa hiyo watu pia walikuwa wamemiss, so ilibidi ni, ni unlock kidogo, niwaambie wa, ni bwana yeah, tayari y wanakoje sasa, kama ngoma yenyewe ya kusafisha ya kusafisha njia, ngoma nyingine <laughs> ije ndio kama hiyo, msamba sasa, hiyo hiyo yeah. Official ngoma yenyewe Ijumaa, itakuwaje? yeah, kikubwa tu wawe tayari, kwa sababu unajua always na- napenda kudeliver vitu vizuri, kwa sababu unajua mashiriki zangu wanataka nini Najua mashabiki zangu wale miss kutoka kwa platform uh, msamba ni moja ya kazi ambayo uh, naamini pia imeondoa ime, ime, ime ile kiu yao uh, ambao walikuwa wanamis kutoka kwa platform so wawe uh, tayari kupokea official song ambayo this Friday. Ni kazi ambayo naona hata promo yake sio kubwa kiasi hiko, nimeona yes, kwenye mpaka yes, kwenye exactly. YouTube Yes, a exactly, ni ni kazi ambayo hatukiwekea nguvu, haiko kwenye digital platform yoyote ile, ni ilito ni kazi ambayo haipatikani kwenye digital platform yoyote lakini hii ambayo itatoka Friday itapatikana kwenye digital platform zote, na hii ndo tutaweka nguvu kubwa kuhakikisha tunaipush na kuwafikia mashabiki wengi zaidi, maanaake pia hata msamba haina haina investment kubwa Yes, na mkubwa zaidi ya video yeah, yes, zaidi ya video tu, hakuna uh, investment ambayo imetumika kwenye promotion uh, kwa sababu ilikuwa ni intro, ni intro intro sound. Lakini alhamdulillah kwa mapokezi hayo, pia ni ni upendo mkubwa sana. Ukiangalia okay, tulikuwa kwenye changamoto za hapa na pale, lakini still watu wameweza kushow up. Kitu kikubwa sound ya ngoma ya Msamba ni sound ambayo sasa hivi nisikia wasanii wengi anapita nayo yaani, ivyo sikia Msamba ikanikumbusha orua ya Mario ikanikumbusha ikanikumbusha dunia ikanikumbusha ngoma ya dada moja kwa pale Kenya, hii sound hivi Nadia Mkami. Sasa hivi tumehama kwenye mapiano kabisa. Hii sound ukisikiliza ina ukacha kidogo wasingeli, lakini ni sound ambayo tempo yake iko speed kidogo. Uh, na ukiangalia hata maeneo ya club, viwanja vya starehe, watu wanapenda tempo ambazo ziko juu. Uh, ni mara chache sana ukiona wimbo unapigwa tempo ya chini, lakini labda huo ni wimbo hiti ambao umehiti watu wanaopenda, so, yes, so, watu so just for favorite ya watu DJ anaamua kufanya hiyo request, lakini um, mara nyingi zinachezwa piano so aina hii ya mdundo ambao tume tumeamua kuja nao sasa hivi hususan ambao una, unafanya vizuri aina uh, hii ya mdundo ambao unakache kama ya singeli, lakini una wafu, una ubongo flavor, na spidi yake ni kubwa kidogo, umeweza kuleta upinzani kwenye upande wa mapiano kidogo mm. yeah. kwa hiyo kosesi ni kitu kizuri, na tunaona ni, ni sound ambayo tukishikilia pia itaenda mbali like. Zaidi okay, tun tunachana na ile ambayo tumekopi kutoka bana. yeah. Mapiano mepitanayo yeah. me, me, sana Yeah of course um, pia nimesumbua sana okay. Kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita, Platform umesema kwamba uh, Ijumaa hii utaachia ngoma nyingine uh, yeah. Mipango mikubwa ikoje, nikizungumzia korabo uh, kubwa, nikizungumzia pia ishu ya albamu yeah? Uh, kwa mwaka huu inshaallah, kunapo majali, ni mwaka ambao nitatambulisha ni albamu yangu ya kwanza, jali kutoa albamu. Kwa hiyo um, kikubwa tu mashabiki kuendelea kuweka support kuonyesha support kupush kazi. Uh, naamini ni mwaka ambao utakuwa na historia kwangu, lakini na kwa kwa kwa industry ya ya, ya, ya hapa nyumbani Tanzania, kwa sababu naamini ni mwaka ambao naenda kufanya mageuzi pia kwenye upande wangu wa sanaa, nikimaanisha collaboration, chemistry, kubadilishana um, mawazo na watu tofauti tofauti. Kifupi yani, wategemea kumuona platform kwenye vitu vingi this year. Uh, wategemea kumuona kwenye movie pia ambazo ni movie ambazo zimechezwa nje ya nyumbani East Africa, wa kwa hiyo wategemea kumuona platform kwenye vitu vingi sana, lakini this year ni mwaka ambao nitafanya vitu vingi, na naamini ni, ni, mwaka mzuri na ni mwaka mkubwa na wenye heri kwenye upande wa uh, music career yangu. Kwa hiyo kikubwa ninachoomba mashabiki ni kuendelea ku support platform. So this year ndio mwaka ambao nautegemea pia kutoa album yangu ya kwanza hivi, uh, kati ya mziki na na na Uigizaji, unadhani ni sehemu gani, yes, ambayo na fit zaidi inakuingizia hela? uh, actual music. Music, you know, na napata na, na, na music imenibadilishia maisha mpaka hivi leo na imenipa fame, na simaanishi kwamba uh, movie hailipi uh, au vipi no, ila sijabili sana huko, la sijawahi kuwa na hobby huko japokuwa nishacheza movie moja na si pia kuna movie nyingine ambayo itakuja nime nimeshirikishwa lakini, I mean, ni, ni kama mmoja ya cast ambao wanapatikana kwenye movie na watu wa west pia. Kwa hiyo uh, ni mwendelezo wa kipaji, kwa sababu kipaji changu ni kikubwa na sina kipaji kimoja tu cha music na kipaji kingine cha kuigiza. Kwa hiyo na, na kitumia pasa kuhakikisha kwamba na- nawasilisha na, na kitu ambacho ni bora kwa jamii, na jamii iweze kujifunza pia kupitia platform bana. Inabidi tuskani kodi ya ya ngoma ya Ijumaa, ngoma ina gani platform <laughs> mi nilipenda surprise, lakini wimbo unaitwa Banga. So we are ready. Yeah, yeah, okay, sawa. So, ni ni, ni, ulivyoachia uh, Msamba. Uh, yeah. Day one. Ni comment gani kubwa yeah, ambayo uliku, ulikutana nayo kwa mashabiki au watu wako wa karibu yeah, kuhusiana na msamba? Uh, kwanza ni appearance yangu ya muonekano wangu watu wame, wame surprised sana kipindi kipindi hicho ambacho niliingia kuchenji kidogo muonekano wangu, kufanya mazoezi pia yenyewe wameshangaa tunaweza lakini pia sound sound hajategemea uh, kumuona platform akija ah, kwenye sound. Amezoea kulalamika lalamika sana kwenye uh, yes, ngoma yeah, kubembeleza Kweli. <laughs> yeah, yeah, <laughs> of course kwa <eli>. hiyo <laughs> mm. yeah, ni vitu ambavyo amekuwa supply nazo lakini alhamdulillah like, so far so good. Ah uh, tunaendelea kupusha. Bana ba, mi ni kushukuru sana platform. Tuisubiri Ijumaa hiyo, tuone itakuwaje, itakuwa kama msamba ama ngoma ambayo imetolewa kama kusafisha njia, itakuwa ni zaidi ya ile ngoma ambayo inakwenda kupewa yeah. Uwekezaji mkubwa sana watu yeah. um, yeah, so wao ready kwa ajili ya Friday na naamini wataenjoy kwa sababu nizai ya burudani tumeskani na platform kwenye skana leo uh, Jumanne akielezea pia ngoma yake, lakini pia ujio wake mpya ambao anatarajia kuweza kuja nao Friday wiki hii hapa, mmoja kati ya mziki flani hivi kama mario kuja mar, ambao kuja nayo, yaani ni ngoma flani ambao mne ndani, kuna kama piano kwa mbali, kuna singeli kwa mbali, so mchezo nimeelewa. Basi sawa, ngawa nipitie baadhi ya koment chache pia hapa ambazo wametuma washikaji zetu. Asante pia kwa mwanasimba halisi Daudi Leopard ya anasema, connect baraka sana mwaka huu, mambo yamenyooka kama rula. Kama vipi, mdo ukifika, mwambie dj nikandie ngoma ya Matonya. A sawa, ndo Haya la, la, la, la, la, la, la. Shukuru ama 106 kipaji. Asante kwa time yako kutoka pande za Ngara, pia haya -ha. comment nyingi kina manoma. Asante pia kwa Jose, napatikana Kagando ya Bukene, sijui ni sehemu gani hapa. Naomba amrozi ndo inatamba <laughs> ha, maskani kwao mm. Dakika kama na 24 na mara tu baada ya saa tisa kamili za Connector iko hewani, mda hu paenda kuisikiliza ngoma ya platform. Baada ya hapo, tarajia baadae, baadaye na chapa za wana suba, mm, ziandae zimeandaliwa, basi, sawa, yani ziko tayari, ziko tayari. <laughs> Sikua anazisikiliza amapitia komenti komen chache, wakati huu anajiandaa. Olua mtasubiri ya Zuchu na na nani ataziunga tu, endelea kupitia tu.